Kwa majina anaitwa Brivian Simiyu. Mi ni mwandishi wa habari kutoka kituo cha Msenangu FM. Uh, leo mwendo wa kama saa nane hivi wakati nimetoka kazini shughuli zangu sehemu za Msambweni nikafika Diani. Uh, nikiwa barabarani nilikutana na kikundi cha vijana ya watu kama nafikiri sita hivi, so niliwaona at a distance. So wakati nikiwa barabarani natembea, When I saw them, nilikuwa hata sikuwa na wasiwasi kwa though, kuna nilikuwa na ile wasiwasi kuwa kidogo kwamba wanaweza kuwa ni vijana uh, wa, vipanga so lakini akili nyingine kaniambia uh, sidhani kama wanaweza kuwa ni hao vijana. Hata kama ni wao sidhani kama wanaweza vamia mtu atikitu saa mchana dhuhuri, jua linawaka so Wakati nilipoendelea kutembea, tukakaribiana nao, immediately tu kulikuwa na kijana mmoja mrefu hivi ambaye alikuwa yuko mbele yao, alafu wenzake walikuwa nyuma. Vijana kama wenye walikuwa nyuma yake ni kama vijana watano ama hata sita mimi nikata sikio wakaa huko. Kuna mwingine alikuwa anani search, search fu, kwa mfuko alafu, nilikuwa na begi kwa mkono wangu wa kushoto na nilikuwa na kitu kama kitu kingine kwa mkono mwingine like a container hivi, so walivyokuwa wanani search search huko, napiga nduru wakapata simu alafu tayari ile, kwa sababu nilikuwa nishaanza kupiga nduru ni kama walipanic pia wao wenyewe, kwa sababu mali niliwaliniattack ilikuwa tu ni barabarani na ni mahali karibu na watu wanaishi, kulikuwa na nyumba, nyumba pale kando, so ile immediately nilipoanza kupiga nduru eh, watu wakaanza kutokea polepole, japo hao ah, watu wako na uwezo wa kunisaidia waliangalia tu kwa umbali vile na porwa, lakini sasa hiyo attention yao, watu sasa ni kama iliwatia ili wasiwasi, wakachukua, wakachukua simu alafu wakaniacha hapo chini immediately wakakimbia, so at that uh, point ndio sasa watu wakafika pale wakajazana, alafu sasa ndio nikapata usaidizi kwa jamaa mmoja wa pikipiki akanichukua akanipeleka paka police station uh, immediately kwenda police station, tayari hapo nilikuwa na navuja damu, sikio langu lilikuwa linavuja damu, nikaripoti kwa polisi Diani police station uh, ilikuwa mwendo wa kama saa nane na dakika 20 hivi, alafu baada ya hapo nikapewa OB ndio nikachukuliwa tena, nikaenda hospitali nikatibiwa, alafu sasa ndio nikarudi nyumbani. Leo nimevamiwa hapa, ama widow, niko na watoto, nimevamiwa hapa bila sababu, sijamkosea mtu, natafuta tu riziki tu kama any other person, wamekuja wame wamekuja vijana over 20, and they are very very very very young boys, very young boys, watoto wa class 8, class 7, form 1, form 2, form 3. Wakubwa ni wale wa form 4. Wamekuja waka kukuwa na customers, saa hii ni Ramadhani huku, Ramadhani biashara iko chini wakapata msichana wangu wa kazi na kijana mmoja alikuwa amekaa hapo hivyo anakunywa soda. There were so many, so two people awangeweza ku, ku, ku, pro, ku protect themselves. Wakakuja wengine wamevaa ninja, wengine few walikuwa wako hivyo tu. Wakashikia msichana wangu kisu, wakazi wakampiga teke, wakamwambia, fungua kaunta ama tukuue. Wamemshikia kisu kwa throat, msichana akawasema, pana, wacha afanye nini? Afungue, akafungua. Kufungua wakabeba everything that they wanted to carry, wakabeba from tv to ufa to drinks to everything, pesa, pesa ya simu ya til, wakabeba everything that they saw that they thought itawasaidia, wakachukua gunia, wakajaza gunia kadhaa so atungeweza ku, atungeweza ku, ku react immediately. Nobody could have reacted because there were so many, na wana mapanga, wana marungu, wana mapanga, hakuna vile tungeweza kujitetea, so they had to take everything they want. Wakatoka wakaenda wakaenda kwa jirani. 20 walikuwa hapa, 20 walikuwa kwa jirani. Jirani yangu ni daktari na ako naduka hapo. Lakini walishindwa kubomoa kwa daktari, wakakasirika wakatoka wakapuja wakajoin tena. Sasa 20 wa inside, it's just a small premises, it's just a small place. But like 30 wa outside standing, surrounding the premises so, after taking whatever they wanted <coughs> wakaenda, tukapiga simu polisi, hata tumetoka polisi tumeandikisha statement. Tushachoka jamani, tumechoka huku Ukunda, tumechoka jamani. Tunaomba msaada serikali, tunaomba msaada, tunawalilia wakina mama jamani. Biashara yetu saa hii tumefunga, hatuwezi. Tukisikia mapanga twakimbia, tukisikia wapi twakimbia. Yani mpaka saa hizi ukitembea barabarani, roho yako waishika kama wewe unshikilia sijui nini, kisa ni vitoto vidogo vilivyozaliwa juzi. Eh, serikali jamani, mko wapi? mtusaidie. Ha? Rais wetu mpendwa uko wapi? Jameni, tunalia. Tunalia sana rais, jameni, rais wetu, jameni, twalia, jameni watoto wa mama wa Darad wa kina baba. Ha? Twaibiwa saa yote simu hatuna. Lomen ume, umeenda, jameni, mtu ameenda amepika zake chapati maharagwe, amechukua ame, ame, ame vyombo vyake, mimi na zake nyumbani, kuangalia watoto wake, kufika barabarani ameibiwa simu. Haya ameibiwa unga, ndipo ukifika nyumbani walisha watoto na nini? Eh? Vijana amekuwa vijana waje wavamia watu kama watu vijana kama watu 50. Hao ah, kija utafanya nini? Hatuna vifaa vya kupigana nao ndipo wakija ni waangalia, wawapisha wakuvua hata nguo, wachukue kila kitu. Eh? Bado, bado kidogo tu. Sasa ni ndipo tunawaachia, tu ndipo tutembee wenyewe sasa. Kuna meeting nilikuwa. Kuna o, o, chief walisema kitu moja. Wanakuja wanaambia polisi, ah, watoto huu ni mbaya, huu ni mbaya hawa ah, mapanga le hawa mapanga le. Watoto wanashikwa, wakishikwa wakipelekwa cell they don't even appear in court, they never appeared in court hapo apo cell mawazazi wanakuja wanahonga, wakiongana watoto wao wanatoka. Watoto hapa amapanga le hawa, they don't have respect, they don't fear because wanajua wakipelekwa station watatoka. Okay, it can happen. Inaweza kuwa mzazi, inaweza kuwa mtoto wangu ni mapanga le, unaona. Lakini mtoto wangu akishikwa aende apeleke polisi, haya nimtoe. I have to sit down and talk to my child. I have to see which method will i help my child. So hii mistake I'm not only going to blame to police, I'm blaming the parents also. Ukiwa mzazi naona mtoto wako anaenda vibaya unless unataka mtoto wako awekwe tire, achomwe -wear my shoes ujue uchungu yenye anasikia at this very moment, because umengangana, alafu unakuja tu unatupwa tu chini mara moja. I have to start from ground i I don't know how how to to to to i'm going going to start, but I leave everything to God. So government should to, to, shikilie polisi pia wajue how they're going to do. Hakuna haja tuchome hawa watoto na tire bora polisi washike wapelekwe kotini, wapelekwe juvenile. from there they are going to get more experience more skills in, in juvenile they are going to learn. Mtu akitoka kule anakuja na experience ya kuendelea na maisha. Jamani serikali, President Ruto ulikuwa hapa several times. Please, sikia maombi yetu pia sisi, kitu ifanyike, kuwe na amani. We need peace. We are all Kenyans. Na kama sisi si wa Kenya ndio tuko Diani, tuambiwe hii Diani sio Kenya.